Fahamu kwamba serikali imejipanga kutekeleza miradi ya TACTIC katika baadhi ya halmashauri hapa nchini na halmashauri ya mji wa Bunda ni miongoni mwa halmashauri hizo, na katika maeneo ambayo yatatekelezwa ni pamoja na ujenzi wa soko. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua vile vile kwamba katika utekelezaji huo, wako wananchi watalazimika kuhamishwa kutoka kwenye soko la sasa kwenda kwenye eneo jingine. Mheshimiwa mwenyekiti, tunatambua huko mjadala wa wapi wananchi hao wahamishiwe kwa muda, kwamba wakati mradi huo unatekelezwa, je, wananchi hawa waende kwenye eneo lipi? Sasa natambua kwamba yako mapendekezo tofauti. Ushauri wa ofisi ya mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mwenyekiti, ni vizuri tukawahamishia wananchi hao kwenye eneo la umma ama eneo la serikali na sio vyema kupeleka kwenye eneo binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kurudia tena hapo. Ushauri wa mheshimiwa au ofisi ya mkuu wa wilaya ni kwamba ni vizuri tukapeleka kwenye eneo la serikali ama la umma badala ya kupeleka kwenye eneo la mtu binafsi.